katika mfululizo wa darasa za kitabu hiki ambacho kinaitwa Khudh Aqidataka, chukua itikadi yako, ambacho kimegusa e, takriban kila nukta ya msingi katika itikadi ambayo anatakiwa ashikamane nayo Mwislamu sawasawa, katika sawasawa ni katika kuamini na kuitakidi yale ambayo anatakiwa ayaitakidi au kukufuru na kupinga yale ambayo anatakikana ayapinge miongoni mwa itikadi za batili. Darasa yetu ya mwisho inazungumzia ya, imepewa kiunwani, inasema adduau almustajabu, dua yenye kujibiwa. Kuna baadhi ya nukta za msingi katika masomo ya tauhidi zinapatikana katika katika hadithi hii ambayo ameitaja katika chini ya unwani hii ya dua yenye kujibiwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo ni sahihi na imepokelewa na alimamu Ahmad Ibn Hanbal. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma asaba abdan hamun wala huznun, hakupatwa mja, hakupatwa mja yeyote na hamu yoyote au huzni yoyote. Hamu ni nini na huzni ni nini? Hamu ni ni mawazo na majonzi na huzuni kubwa iliyopitiliza, lakini hamu ni kuhuzunikia na kusikitikia na kuhofia jambo la, jambo la, la mustakbali jambo baya ambalo linaweza kutokea katika mustakbal inaitwa hamun. Labda mtu ana kesi e, au ame kumetoka taarifa labda watu watasimamishwa kazi, ana amepatwa na hamu e, na huzuni e, wahuznun, huzuni ni kuhuzunikia na kusikitikia jambo ambalo mm. limepita, yani kuna jambo linaweza kuwa linakuhuzunisha limekwisha kupita lakini lilikuwa ni jambo baya linakuhuzunisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hakupata hakupatwa mja yeyote na hamu na huzuni fakala, akasema Allahuma inni abduka, ewe mola wangu, hakika mimi ni mja wako, yani ni mtumwa wako, wabnu abdika, na ni mwana wa mtumwa wako, yani mimi ni mtumwa wako na wazazi na ni mtoto wa mtumwa wako, yani mzazi wangu ama, wabnu amatika na ni na ni mwana na ni mtoto wa kijakazi chako. Abdi ni mja wa Mwenyezi Mungu Jalla Waala wa kiume, na amatu ni mja wa Mwenyezi Mungu Jalla Waala wa kike. Ewe Mwenyezi Mungu mimi ni mja wako na ni mtoto wa mja wako wa kiume na ni mtoto wa mja wako wa kike. Kiswahili, mja wa kike anaitwa e, kijakazi. Kiswahili wanamuita mjakazi ama kijakazi. nasiyati biyadika utosi wangu uko katika mkono wako, madhin fiya hukmuka, na ni yenye kupita kwangu mimi, hukumu yako. Yaani lile jambo ambalo umehukumia linipate hakuna wakulizuia, siwezi kulizuia. Hukumu yako ni yenye kupita juu yangu. Adilun fiya qada'uka, mola wangu eh, hukumu yako na kadhaa yako ni ya uadilifu kwangu mimi, sisemi kama nimepatwa na matatizo nimepatwa na huzuni ama nimepatwa na hamu kwamba umenidhulumu ya Rabbi, bali hukumu yako na qadaa yako ni, ni ya uadilifu as'aluka bikulli ismin huwa lak. Lakini hatujakatazwa kumwomba Mwenyezi Mungu Jalla wa waala abadilishe kadari mbaya juu yetu kuwa ni nzuri. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anafundisha as'aluka bikulli ismin huwa lak, ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako katika mafunzo ni kwamba Mwenyezi Mungu Jalla Wala ana majina na majina yake ni mazuri, na majina ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni zile lafdhi ambazo zimekuja katika mafundisho ya vitabu vya dini katika Qur'an, na katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba jina hili ama wasifu huu ni katika majina ama nyasifu za Mwenyezi Mungu Jalla Wala. Kwa mfano Allah, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, as-Salam kwa lafdhi hiyo, ukisikia lafdhi hiyo unajua kwamba anayekusudiwa katika lafdhi hii ni Mwenyezi Mungu Jalla Wala, kwa hivyo ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na majina na majina yake ni mazuri. Namba mbili, na Mwenyezi Mungu Jalla Wala huombwa kwa majina yake, si ruhusa kwa kiumbe kumwomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa majina ya, ya, ya wasiokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. kwa mfano sisi katika Uislamu ni makosa kuomba kwa jina la mtume sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo e, jamaa zetu wa Kristo huomba kwa jina la Nabii Isa alayhi salam. Tumeelekezwa katika Qur'ani, walillahil asmaul husna, Mwenyezi Mungu Jalla waala ana majina mazuri yani matukufu, muombeni kwa hayo majina na kwa utukufu wa hayo majina yake, na hakuna jina lililotukufu kuliko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hatumuombe Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa jina la Nabii Isa wala kwa jina la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala kwa jina la malaika yeyote, bali maelekezo ni kumwomba Mwenyezi Mungu Jalla waala kwa majina yake, as'aluka bikulli ismin huwa lak, ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako, samaita bihi nafsaka, lile ambalo umejiita nalo mwenyewe, jina ambalo umejiita nalo mwenyewe, au anzaltahu fi kitabika, au jina hilo umeliteremsha kwenye kitabu chako katika katika katika Qur'ani au alamtahu ahadan min khalqika, ama jina hilo ulimfundisha yeyote katika viumbe wako. Yani hapa muumini anaomba maombi ya jumla, hayo majina hapa kwa lugha hii inayozungumzwa hapa hayajui, lakini anamwambia, ninakuomba kwa kila jina ambalo ni lako, ninakuomba kwa kila jina ambalo umejiita nalo, ninakuomba kwa kila jina ambalo umeliteremsha katika kitabu au umem, au umemfundisha yeyote katika waja wako awe ni mwanadamu au malaika au jini, au alamtahu ahadan min khalqika, au istaatharta bihi fi ilmi lghaibi indaka, ama jina hilo umepekeka nalo, yani hukumfundisha yeyote, unalo jina na na wasifu na jina hilo na wasifu huo umebakia nao mwenyewe, haukumfundisha yeyote katika viumbe wako, au istaatharta bihi fi ilmi lghaibi indaka. Kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallama katika ibara inayosema au istaatharta bihi fi ilmi alghaibi indaka, ninakuomba kwa jina ambalo umepekekanalo katika ilmu ya siri iliyoko kwako wewe. Yaani jina hilo ni siri yako, hakuna yeyote anayelijua. Tamko hili linafahamisha kwamba ni makosa kulimit kwamba majina ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla yako 99 peke yake, e, yako 100 peke yake, e, yake, kwa sababu huwezi kufunga idadi ambayo huijui e. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala amesema hapa, yani kuna majina ambayo amebakia nayo mwenyewe ni siri yake, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hayajui wala nabii yeyote. Sentesi ya nyuma imesema au alamtahu ahadan min khalqika ninakuomba kwa jina ambalo ulipata kumfundisha mmoja katika viumbe wako, anaweza kuwa ni malaika analijua hilo jina, akafundisha na Mwenyezi Mungu azza jalla, na sisi hatukuteremshiwa katika Qur'ani, wala katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hayo ni mangi, au limeteremshwa katika vitabu vingine ambavyo sio Qur'ani. Kwa hivyo, wasifu wa Mwenyezi Mungu jalla waala haulimitiwi, haufungwi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama anasema atasujudu ili kuwaombea utetezi viumbe fayaftahu alayya min almahamidi la uhsinuha laana, atanifungulia Mwenyezi Mungu jalla waala ufahamu wa kufahamu majina na sifa zake ambazo sasa hivi sizijui. E, mtu akisema mbona kuna hadithi inasema Mwenyezi Mungu azza jalla ana majina 99? Naam, kuna hadithi inayosema Mwenyezi Mungu azza jalla ana majina 99 lakini hadithi hiyo haikusema ana majina 99 tu au peke yake. Kama mtu ana shilingi milioni kumi ukisema ana shilingi milioni tano ni sawa, ana katika, katika hiyo kumi kuna milioni tano, lakini ukisema mtu ana shilingi milioni tano, yani haujafunga kwamba hana zaidi ya hizo. Unaweza kuongea kwa lugha ya mafumbo, kumwambia mtu mimi nina shilingi nina shilingi 100, usisitie neno tu, yani una shilingi yawezekana una zaidi ya hizo. Kwa hivyo, kuthibitisha idadi sio kufunga idadi. Mwenyezi Mungu Jalla Waala, katika majina aliyonayo na aliyotufundisha ni majina 99, lakini sio hayo peke yake, kwa mujibu wa hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Na ulama wa Ahlisunnati wa Ahlisunnati Waljamaa wameafikiana juu ya hili Awista atharta bihi fi ilmi lgaibi indaka, ninakuomba kwa jina ambalo umepekeka nalo katika ilmu ya siri kwako wewe. Na hii inaonyesha kwamba kuna mambo mengi ya ilmu ya siri ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anayajua na viumbe hawayajui. Antajala alqur'ana rabia qalbi, e, nimekuomba kwa hayo majina, ninakuomba kwa hayo majina uijalie Qur'ani ni kama mvua ya vuli katika moyo wangu, yani mvua, ni kama mvua, ni mvua ya vuli. Huwa ina rutuba na ina virutubisho, ikianguka katika ardhi, ardhi inastawi na inamea mimea yake na ina nawiri. Ninakuomba uijalie Qur'ani ni mvua ya moyo wangu, wa nura sadri, na ni nuru ya kifua changu, nisiwe na giza katika moyo wangu, yani wajalaa huzni, na ijalie Qur'ani iwe ni sababu ya kuondoka huzuni yangu na hii inaonyesha kwamba mtu akisoma Qur'ani na akaifanyia kazi anapata e, ni anaondokewa na huzuni, na inakuwa ni nuru ya kifua chake na inakuwa ni furaha ya moyo wake. Wa dhahaba hammi, na ujalie Qur'ani iwe ni sababu ya kuondoka hilo jambo ambalo ninalihofia katika mustakbali, kwa sababu tumesema hammi ni jambo ambalo mtu analiogopea katika mustakbali wake Hasemi maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, illa adhhab Allahu hamahu wa huznahu. Hasemi maneno haya isipokuwa Mwenyezi Mungu jalla waala atamwondoshea hamu yake na huzuni yake. Wa abdalahu makanahu faraja, na Allah atabadilisha mahala pa huzuni au hami apate faraja. Hadithi hii ni sahihi, imepokelewa na alimamu Ahmad e, e, hadithi hii ama somo hili limetufundisha ama limetukumbusha somo katika masomo yaliyopita kuhusiana na itikadi ya Muislamu kwa upande wa majina na sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwamba Allahu Jalla wa Ala ana majina yaliyo mazuri na matukufu na huombwa kwa majina hayo yaliyo mazuri na matukufu, na maombi yakiombwa kwa kutumia majina na matukufu, na ya mwenyezi Mwenyezi Mungu azza wa Jalla yanapata athari na yanakuwa ya yako karibu na kujibiwa zaidi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na ni shiriki kwa maana hiyo, na ni kuwaingiza viumbe katika anga za Mwenyezi Mungu Jalla waala, ikiwa mtu atatumia majina ya viumbe kumwomba Mwenyezi Mungu Jalla ba, Jalla waala badala ya kumwomba kwa majina yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla waala atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake kwa idhini na taufiki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tunahitimisha na tunafunga, e, mfululizo wa hizi darasa kwa wakati huu ambazo zimetoka katika kitabu hiki cha Khudha Aqidataka min alkitabi wassunna. Tunachukua fursa hii kuwahimiza Waislam e, kuisoma aqida yao kupitia darasa zetu. E, mtu anaweza akawa na utaratibu wa kusikiliza kila siku klip moja ama mbili ambazo dakika zake hazizidi 15 ikizidi ni kidogo sana. Mara nyingi nakuwa ni 15 14, na kushuka hapo chini wakati mwingine. E, hiyo ni ibada bila ya shaka, na ni katika mambo ambayo yanaufungua moyo wa mtu na yanaupatia furaha kwa kuingiza kitu cha aqida na masomo sahihi katika moyo wake. wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiina Muhammadin waala alihi wasahbihi ajma'in